Fikiria leo kuhusu wito wako katika maisha kuona kila kitu kutoka kwa mtazamo wa Kimungu. Ikiwa unakasirika, unalia, unakatishwa tamaa au unachanganyikiwa wakati mwingine, jua kwamba Mungu anataka kuleta uwazi na neema katika kila hali. Anataka kuonyesha jinsi unavyoweza kushiriki katika dhamira yake ya Kimungu, dhamira ya kubadilisha kila uovu kuwa utukufu wa Mungu. Tafuta njia ambazo maisha yako yanapaswa kuleta utukufu kwa Mungu katika kila kitu, hasa katika mambo ambayo yanaonekana hayawezi kutumika kwa wema. Kadiri ya uzoefu fulani katika maisha unavyoonekana huwezi kutumiwa kwa utukufu wa Mungu, ndivyo uzoefu huo unavyoweza kutoa utukufu wa kweli kwa Mungu. Nikualike tuombe kidogo. Bwana wangu mwenye utukufu uletae wema kutoka kwa vitu vyote, hata uovu mkubwa wa usaliti wako uliubadilisha kuwa uthibitisho wa utukufu wako. Ninakuletea kila ninachovumilia katika maisha na ninaomba kwamba daima uthibitisho wa utukufu unaostahili jina lako takatifu. Ninakutegemea wewe. Ni hayo tu kwa leo. Tafakari ya leo iende sambamba na shukrani zangu kwa Apollinaris Shirima, Agnes Shahiza Patisia Agustin Shokala pamoja na Jeneroza Bwagidi ambao daima tumekuwa pamoja katika tafakari hii. Bado nitaendelea kuwashukuru wote ambao tunashirikiana pamoja mpaka tusherehekie Pasaka pamoja. Niandikie ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari 0756 49 47 96. Au niandikie maoni yako kwenye kurasa zetu za kijamii YouTube, Instagram pamoja na TikTok kwa jina la Breez Online TV. Naitwa Isaac na nikutakie siku njema ndugu yangu.